Karibu kwa taarifa zetu. Mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni William Sila. Tunaanza taarifa zetu kwa tathmini ya madai ya sakata ya ulaji mlungula wa maafisa wa IEBC ambayo yamekuja kujulikana kama Chickengate. Jamaa aliyedaiwa kuwa wakala wa kampuni ya Smith and Ouzman, Trevy Oyombra, amedai kutoa mlungula wa shilingi milioni 50 kwa maafisa wa IEBC. Hata hivyo, aliyekuwa afisa mkuu mtendaji James Oswago kwenye mahojiano na KTN leo amekanusha vikali kuhusika. Na mwanahabari wetu mpekuzi Mohammed Ali anaarifu. Baada ya makala ya jichopevu dugudo la uchaguzi yaliyoangazia ufisadi wa hali ya juu pamoja na wizi wa kura katika uchaguzi wa mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu, sasa zamu ya kunyolewa kwa aliyekuwa afisa mkuu wa IEBC James Oswago umewadia. Katika kipindi cha mwaka mmoja, James Oswago amejipata akihojiwa na maafisa wa kupambana na, na ufisadi nchini mara mbili kwa tuhuma za uhalifu uliotendeka Uingereza huku ikibuka kwamba wahusika wake wakuu wamepiga kambi Kenya. James Oswago anadaiwa kupokea hongo katika sakata nzima inayohusisha kampuni ya Smith and Ouzman iliyokuwa ikitaka kandarasi hiyo kabla ya kutoa pesa hizo kama hongo kutumika kuwanyamazisha baadhi ya maafisa wakuu wa IEBC. Tangu mwanzo, Oswago amekuwa akishikilia kauli mbiu ya kutohusika na sakata hiyo maarufu ya Chicken Gate inayozidi kuzamisha uaminifu na matumaini ya Wakenya kwa IEBC kuandaa uchaguzi mkuu ujao. Katika jumbe za barua pepe, Trevy Oyombra anadai kupokea shilingi milioni hamsini na mbili kwa niaba ya baadhi ya maafisa wa IEBC pamoja na shirika la ubora wa bidhaa KEBS.

I agree this is public money which we must account for. I agree anybody who takes care and is in charge of managing public money, even a loss of 10 cents should be punishable. I agree. But in the terms of the Richter scale of Kenyan corruption, 50 million shillings is nothing. Katika ushahidi wa barua za mahakama nchini Uingereza, kila afisa husika alitajwa kutafuta njia ya kupokea pesa hizo kabla ya serikali ya Uingereza kuingilia kati na kuwatia nguvuni maafisa husika nchini Uingereza. I think it is time that the Anti-Corruption Commission can tell Kenyans we have looked and we didn't find evidence. Or we found evidence but only in this area and this area and that area. Wenye kampuni ya Smith and Ouzman kabla ya kufungwa jela walisema mahakamani kuwa walitakiwa na IEBC kuongezea bei ya karatasi za kupiga kura ili waweze kupata hongo kutoka kwao. If they were pocketing the largest sum of money from these bribes, yet there is nothing, not a mention of an individual from Kenya Bureau of Standards apart from the question why would anyone pay them? I find no reason. Licha ya kukashifiwa kila kukicha, tume ya kupambana na ufisadi imeanzisha uchunguzi dhidi ya madai ya hongo mwaka mmoja baada ya kufungwa jela na kupigwa faini kwa wenye kampuni ya Smith and Ouzman nchini Uingereza. Mohammed Ali, KTN News, Nairobi.